Yes, habari gani ndugu mpenzi mtazamaji wa video hii hapa, nikukumbushe tu kwamba hii ni maisha ya Urusi ambayo inakujia moja kwa moja kwa lugha ya Kiswahili. Mtangazaji wako hapa ni Drak MC, na kuna kitu kimoja hapa ambacho nimeona niweze kushare pamoja na ninyi ni kuhusiana na mabadiliko ya hali ya hewa kwa hapa Urusi. Hivi sasa ni mwezi wa kumi na tumetoka mwezi wa nane wa tisa na sasa tumekuja mwezi wa kumi. Kwa kawaida inapofika uh, mwezi wa kumi huwa kunakuwa na mabadiliko ya hali ya hewa, maana yake tunatoka sama na tunakuja winter. Kwa Kirusi wenyewe wanasema tunatoka letam, tunakuja eh, zima ambao ni winter. Sasa kama hivyo unavyoona hapa chini, matawi yamejaa, matawi ya ambayo ni ya njano sasa hii inamaanisha nini kwa sisi ambao tumeishi kidogo hapa urusi ukiangalia hii miti tazama kwanzia huku kote mpaka kule na e, miti yote imebadilika rangi sasa kwa wazoefu wajiji utakapoanza kuona miti inafanya tabia hii basi inabidi kuanza kujiandaa kununua kama ni makoti kama ni viatu ambavyo vina manyoya ndani kwa ajili ya joto. Maana yake kwa ujumla unaanza kujiandaa uh, kuweka mambo ya heating system kwenye mwili wako yani. Eh, unaposema heating system maanaisha upate jackets na mavazi ambayo mavazi ambayo yatakufanya wewe uwe very comfortable kutembea kwenye baridi, kwa sababu baridi ya Urusi bwana huwa inavali kutegemeana na mji Eh, kwa mfano kama hapa Moscow huwa inashuka mpaka mpaka negative uh, 30 sometimes inafika paka huko kwa ni, ni baridi baridi kali sana. Kwa sasa ndugu zangu, mimi nikaona nishare na nyie hii kitu alafu kuna video sasa nitakuja kuwatengenezea ndefu ambao nitawaelezea eh, kwa undani zaidi ili muweze kuji, kujionea wenyewe. Unaona? Miti yote imekua hivyo. Kwa hiyo sasa mi ambacho ninachowaomba sasa hivi, nataka mnipe support moja kubwa sana. Siwezi kuomba pesa, lakini mimi nitakachowaomba, nataka mweze kushare video hii hapa pamoja na mimi, kwa sababu kufanya hivyo, mnakuwa mmenipa support moja kubwa sana na ikikupendeza zaidi, basi unaweza uka subscribe hapo, ili nitakapokuwa na update videos tuweze kwenda sawa. Ndugu zangu, unaona miti na mimea yote imekuwa ya njano, na itakapofika winter sasa, yenyewe hii miti yote hii huwa ina, inakauka inasimama kama moja. Nitakuja kuwaonyesha vitu vizuri zaidi. Asanteni na karibuni.